Good morning, good afternoon, good evening everyone, depending on all time you're watching us. I'm Mrengi Clara and welcome to The Memories Media. in case you're new here kindly uh, hit the subscription button. and for the returning subscribers, thank you so much guys for tuning in once again to support what we do. Today, nimetembelea sehemu flani inaitwa Tezo. It's in Kilifi County Tezo Ward. Niko Timboni. Yani ni sehemu ambayo Uh, building materials yani mawe yanapatikana kwa sababu yako kwa wingi kabisa, na uh, kama mnavyoona basi, niko na uh, vijana ndugu zetu ambao wanafanya kazi kule. Sasa, kabla niendelee, wacha niwape nafasi ya dakika kidogo, kidogo wajitambulisha, kisha tutaendelea kutoka hapo. Sasa nitaanza na kwa mkono wangu wa kulia, kila mtu aseme jina lake alafu tuendelee. Karibuni, naomba mjitambulisha alafu tuendelee. Kuanzia hapo tutaenda hivi, ukimaliza kuongea unapea na wewe sawa. Na wewe waitwa nani? Aidi jua idi from London, Magorani, fanya kazi kwa site za uh, timbo timbo loda. okay. Wewe yeah. Mm -hmm. Na wewe yeah, kwa majina anajulikana. Mm -hmm. cha... kama Mandela huku katika hiki kitengo cha Timboni, mimi wanafanya kazi kama loda. Okay. Na wewe yeah, kwa majina anaitwa Michael Katana Macho. Okay. Sinaomba upitishe hicho kipaza sauti huko ili ae, asante. Sasa labda nataka kuongelea huyu, umesema umetoka Duruma kuja kufanya kazi huku, labda ulikuja nini kutoka Duruma kuja huku kitambo? Ni kusemaje, ni muda gani? Umezaliwa huku kwa hivyo kwenu ni Biruma, wewe ni Mduruma lakini ulizaliwa huko. Na hii kazi ya Timboni ulianza lini? mm -hmm. kazi ya huko mm -hmm. Uh, Idi, umesema wewe ni loda, hii kazi umeifanya kwa muda gani? sasa hivi na miaka saba nianze kazi mm. mm. Haya, uh, Mandela, ni uzuri gani ambao unaweza tuambia sisi ambao ni mara yetu ya kwanza uona hizi shughuli zikifanyika kwa hii kazi ndio jambo la kwanza. uh -huh. ina manufaa sana kwetu uh -huh. E, cha kwanza natupatia riski zo za kawaida uh -huh, ambapo kinatufanya hata jiunga na vipindi vengine haramu uh -huh, kupigana na watu au ushik na watuneta kwa sababu tunafanya kazi tunapatakpat akupita uh kazi sisi tueshukuru, kwa sababu patochetu wakipata kama kawaida. Uh -huh. Masha, wewe una muda gani tokee uanze hii kazi yeah? naomba uchukue h naa miaka ishirini. Miaka ishirini unafanya hii kazi ya kulod. Na labda utuambie ni kwa siku uh, ni takriban uh, magari mangapi ambayo huwa yanaingia Timboni kwa ujumla. Ni gari nyingi kama tukikadiria labda gari ngapi? Hapo tunafanya kwa ufupi inaingia kama gari ishirini kwa siku na sasa, kila mtu ako na mtu wake ambaye labda ni uko pale mbele, gari ikija anaitwa ajaze, ama kunaendaje? Yani kunaenda kiki, kuingia gari, naenda kufanya mawe elfu moja naenda watu watatu. Okay, naomba upitishe hiyo, hicho kipaza sauti huko. Umesema unaitwa nani? Mfumbo Rashidi, wewe wa... Uh, unaweza unawezaambiaje vijana kwa sababu kuna vijana wengi sana naamini kabisa ambao hawafanyi kazi kama hii hapo, unaweza waambiaje uh, kama kijana mwenzao? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tukiangalia mazingira ama uh, tukiongea story ya security hapa Timboni na huu mtaa ukoje, kwa sababu pale tumeona kuna mali nyingi sana. Mkitoka jioni kuna walinzi ama inaendaje? yeah, walinzi, walinzi. wako na yale mawe nimeona yako tofauti, kuna mengine uh, yani hayafanani. Sasa uh, kama mimi sijui maana ni mara yangu ya kwanza, mnaweza semaje yako na grades, ama yanakuwa yana klasifaidaje? <tri> mm -hmm. na mapande mm -hmm. na size okay, namba okay, moja, namba mbili, namba tatu, okay, yeah. Uh, swali kwako, hayo mawe tumeambiwa yako na vitengo tofauti. Kwa mfano jiwe namba moja huwa ni nini ambayo ina, inafanya liitwe namba moja? Square zote, square zote. Square zote. Square, square zote mnamaanisha?

ambao zinapita pale katikati ya mawe na zinapasua. Sasa haya mawe yanapotoka ndio inaditamine, vile yatakavyotoka ndio itaditamine. Hii ni namba moja namba, ama kunaenda, ni hivyo haya. Sasa jiwe moja namba moja ni shilingi ngapi Mandela? Jiwe namba moja ninazo shilingi 52. pale Timboni. Aha, na namba mbili kuna watu wanatutazama, na labda wangetaka kujenga, kwa hivyo ni vizuri waelewe ndio waweze kujipanga vizuri. Kwa hivyo jiwe namba moja shilingi hamsini na mbili timboni kwenyewe na likipelekwa labda kule barabarani, linaenda kwa shilingi idi. Haya, tegemea na mwenye magari. Oh, kila mtu ana bei yake yak patao. Timboni hapo ni namba moja ya pale ni shilingi hamsini na mbili kwingine hamsini. Hmm. na mwenye gari azakujajua pale akaenda usaa mia huko mbele mbele hmm. mwingine akaenda usaa sitini hmm. ni bei yategemea na urefu wa hmm. mali mbee anaenda hmm. na yee mwenyewe vinyataji na watu wake okay. haya kwa mfano uh, nimeamua na jana gari langu nataka mawe labda namba mbili uh, hapo naweza kuna kuna mazungumzo ama hiyo bei ya tuseme shilingi hamsini na mbili ni fixed, ama kuna nafasi ya kuwa watu wazungumze waelewane hiyo bei kwa kawaida? Okay. kwa site kama okay, vile hiyo bei iko fixed. kuna hapo ya mazungumzo labda hand cut yenye tumizi kwenda ndogo, lakini pale kwa site bado hiyo bei weko hmm. hiyo bei iko fixed. Okay. Hmm. So said, kuna hiyo pesa ama u. Yani ni uamue you, you take it or you leave it kwa sababu ni hamsini na mbili, kama hauna basi inafaa uchukue gredi nyingine, sio haya. Sasa aha, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hapa na tunaamini kuwa kuna watu ambao wamejihusisha na mihadarati, kuna watu ambao labda wanajihusisha na uh, hata wizi. Nyinyi kama vijana ambao mmeamua kufanya ile shughuli na kuelimisha jamii, mnaweza waambiaje? Kwa sababu naona ni jukumu lenu Uh, kuwaelimisha wale wengine uh, kuhusu umuhimu wa kufanya kazi. Ninyi mnaona mtafanyaje ili wale wengine ambao hawako pamoja na nyinyi kwa sababu tunaamini kuna watu ambao wanazunguka hapa nisho. Mtafanyaje ili kuhakikisha pia hao <tabosak> wanajiunga na nyinyi ama hata kama si kufanya hii kazi lakini wanaweza jihusisha na kazi nyingine. Wache wajiunge na kazi yetu. <tabosak> wizi.

Okay. Aa, nafikiri mmesikia kutokana na kwao ni kazi ambayo si rahisi kwa kweli lakini wameamua kwa sababu hawataki kujihusisha na shughuli zingine ambazo labda zingeleta madhara, zingewafanya waingie kwa mihadarati labda kwa ulevi ama kwa wizi. Wamejitoa kufanya shughuli ili kupata riziki zao za kila siku. So ni jambo la maana sana na la muhimu. Kwa hivyo whoever is watching na ako pale labda anaku, ana kama una uwezo wa kuja kufanya kazi guest pale, mtu akija kama kupanya, ana uwezo wa kufanya anaruhusiwa, si kwa hivyo, mnaambiwa mnaweza karibia ili mkaweza kujipatia riziki zenu. Thank you so much guys for watching, that marks the end of this video. Let's meet in the next one, bye.